Unatazama Uvira News TV. Asante. Gavana Makamo wa Mkoa wa Kivu ya Kusini, Mheshimiwa Jean-Jacques Elakano, amechukua hatua ya kuanzisha ulinzi katika bandari ya Kalundu baada ya matukio ya uharibifu yaliyoshuhudiwa siku zilizopita. Katika ziara hii iliyofanyika hii tarehe kumi mwezi wa nne mwaka huu, Mheshimiwa Jean-Jacques Elakano ameliamuru jeshi la taifa kuhakikisha ulinzi wa eneo hilo ili washirika na wadau wenzao kufanya shughuli zao bila usumbufu wowote. Tumekuja juu ya kuangalia madega yenye ilifanyika kuporo. Unajua poro iliweza kwa pie na warugaruga, na ni wajibu wetu kia kutizama, tumetizama. Na ya pili tulikuja juu ya kutia mikakati ya kudumisha usalama, usalama kwa wafanyakazi usalama pia kwa wale wote ambao wanakia kwa kose hapa kupore ya Kalundu, na usalama pia kwa wale wapartenere wetu ambao wako najandaa kuja kujenga hapa kupore ya Kalundu. Kama vile niliwezaka kuanose, na hiyo nimeweza kuambia uh, kamanda wa jeshi tangu leo wakamate posesio ya hapa na watia ako security kusudi tusisikie kitu kibaya kinafanyika hapa. Gavana makamu akiandamana na waziri wa miundo mbinu na kazi za umma George Babingwa, alisisitiza umuhimu wa serikali uweze kufuatilia mapato ya bandari ili kukizi mahitaji ya mkoa huku, hakiahidi kurudisha hali ya kawaida haraka iwezekanavyo. Naomba raia yetu ya Uvira iapwie hii proje na kujiaproprie nayo kwa sababu ni proje yenye italeta maendeleo, itapana makazi mingi. Zaidi ya watu elfu moja watapewa makazi. Tukisema pia ile yenye ko ku frontiere ya Kavimvira ni zaidi ya watu mia tano. Kwa hiyo wakati ambayo watu wamepata shida, maisha yanakuwa magumu, avec debi ya hiyo maproje uvire tatingizika, watoto watapata makazi dala zitazunguruka na pesa zitazunguruka, na itatusaidia kidogo kidogo kuanza kusahau vita. Baada ya vita ni ujenzi, na ile ujenzi inalombaka watu yote wa mama wa baba vijana, tushimame wima kwa sasa. Tumeambia ndugu zetu wote wazalendo ya kwamba waende kulinde front, tuna lazima yao, tuko na lazima yao, wamefanya kazi nzuri na kama wamefanya kazi nzuri, wanakuwa pale kama wasaidizi wa jeshi. Jeshi itakuwa hapa, tunawaalika waende kulinde front, ni kule ambapo tunawasubiria sana, ili wahakikishe ya kwamba tunagomboa maeneo yenye iko mikono ya adui. Na nafikiria kwamba hiyo message imewafikia na wengi wanaanza aenda tayari kulinde front, na njmanaona kuko kalmi kulikuwa wamoja hapa, wenyewe waliona hawezi kuacha ubure na wanasema wataondoka bila tatizo. Unatazama Uvira News TV. Asante.